Kuna breaking news hapa kuhusu kuwasili kwa maafisa wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, yani ICC. Taarifa zinaeleza kwamba maafisa wanne wa mahakama hiyo wamewasili jijini Nairobi nchini Kenya, na wamekuja rasmi kuanza mchakato wa kisheria dhidi ya wote waliohusika katika uhalifu mkubwa kabisa katika historia ya Tanzania ambapo maelfu ya Watanzania wameuawa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. A, kibaya zaidi ni kwamba a, wakati maelfu hayo ya Watanzania wameuawa, idadi ya vifo inazidi kuongezeka kwa sababu taarifa zinaeleza kuwa mauaji yanaendelea hadi muda huu tunavyo a, ongea. Takwimu za hivi karibuni zinadai kuwa idadi ya waliouawa mpaka sasa hivi inakaribia watu elfu kumi. Hata hivyo ni vigumu kupata uh, takwimu sahihi kutokana na ukweli kwamba kuna jitihada endelevu zinazofanywa na serikali kuficha ushahidi wa unyama unaofanywa na serikali hiyo dhidi uh, ya hawa Watanzania uh, lakini pia awali idadi kubwa ya vifo ilitokea mtaani wakati wa maandamano na walengwa hasa walikuwa ni vijana awa wajenzii waliokuwa wakiandamana, kwa sababu idadi kubwa walioandamana walikuwa ni hawa vijana lakini sasa katika hii hatua ya pili, hatua ya sasa ambapo vyombo vya dola vinatembea, vinakwenda, vina kwenye makazi ya watu, kwa hakika hawabagui. Kuanzia, kuna watoto ambao wameuawa, kuna wanawake, wanaume, wazee na watu mbalimbali. Kwa hiyo hiki ndicho kinachoendelea katika wakati huu. Hata hivyo habari hii ya ujio wa hawa maafisa wa ICC inaleta matumaini kwa sababu a, japo mchakato unaweza kuwa mrefu kidogo, angalau kuanza kwa hatua hii, kwa upande mmoja, itasaidia angalau kusitisha haya mauaji nayo, kama unavyosema kwamba licha ya idadi ya waliouawa wa kuwa kubwa, bado inaendelea kukua kutokana na ukweli kwamba Samia bado anawatuma watu wake kwenda kuua watu kwenye makazi yao. Sasa ujio wa hawa maafisa wa ICC au kufahamika kwamba kuna hatua za kisheria zinaandaliwa inaweza kusaidia kukomesha haya mauaji yanayoendelea. Ah, wakati hayo ya kijiri, bila shaka wengi wenu jana mmemsikia Samia alivyoongea wakati akifungua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliyosema yamewakera watu wengi, yamewasikitisha watu wengi na yamewatia hasira watu wengi. Sasa Jasusi TV nakupatia fursa ya kusikiliza clip fupi tu ya hayo aliyoyaongea, halafu itafanya uchambuzi mfupi kuhusiana na hicho alichoongea katika hotuba yake hapo jana. Hebu msikie hapa. Nianze na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini we shmawote, we na naomba waheshimiwa wote wabunge na walikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa a, siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao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 Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hotuba hiyo ya Samia inasikitisha, inakera na inatia hasira kwa sababu kadhaa. Miongoni mwa sababu hizo ni ukweli kwamba yeye Samia ndiye aliyetoa amri ya kuuawa kwa maelfu ya hao wa Tanzania na kibaya zaidi ni kwamba wakati anaongea hayo mauaji bado yanaendelea nchini Tanzania, na kwa mujibu wa takwimu, kama ilivyosema awali, inaelezwa kwamba idadi ya vifo inazidi watu elfu kumi kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni. Kwa hiyo bado ana uthubutu wa kuwasamehe watu aliowatoa uhai. Uh, jingine ambalo linakera na kusikitisha na kutia hasira ni ukweli kwamba anahalalisha unyama wake kwa kutumia vitabu vitakatifu. Ametumia aya kutoka kwenye Biblia takatifu ya Baba, uwasamehe uh, kwa sababu hawajui watendalo. Haya ni maneno yaliyosema na Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo amejipa umungu wa kusamehe aliowaua kwa sababu walikuwa hawajui walitendalo na hii ni kupuuzia ukweli kwamba sababu zilizowafanya mashujaa wa jenzii kuingia mta, mtaani zilikuwa zipo wazi. Miongoni mwa sababu hizo ni janga la utekaji pamoja na ulawiti, ubakaji na mauaji ya kiholela. Lakini pia chaguzi za mchongo kama huu uliofanyika, ulioshindwa uh, kufanyika tarehe 20 kwa sababu vijana wa jenzii wamefanikiwa kutekeleza ajenda ya no reforms, no election. Serikali ya Samia ilikataa kufanya reforms. Vijana wa Gen Z kwa ujasiri mkubwa wakafanikiwa kuzuia uchaguzi. Kilichofanyika tarehe ishirini na tisa sio uchaguzi, na huo ushindi wa asilimia tisini na nane aliojipa Samia ni kichekesho, na yeye anafahamu kuhusu hilo. Lakini hata kama angekuwa hayo aliongea jana ni kwa dhati, hilo swala la tume ya uchunguzi Tume haiwezi kujichunguza yenyewe kwa sababu tume ni ya serikali na serikali ndio iliyotenda haya. Kimsingi, hata kama ingekuwa ni tume yenye nguvu kiasi gani, hakuna mamlaka inayoweza kumchunguza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Amri za kuua maelfu ya watanzania zimetoka kwa Samia Suluhu Hassan, na ndio maana katika hotuba yake ya jana hajaomba msamaha, badala yake amefanya dhihaka ya kudai kuwa waliokuwa naandamana ilikuwa hawajui, wengine wamefuata mkumbo na vitu kama hivyo, haikuwa dhamira ya dhati. Na hiyo ndio inapelekea swali kwamba kwa nini ghafla amebadilika, kwamba jana ana anaongea ana lugha kuhusu maridhiano, kuhusu uchunguzi na kuwaombea hao waliofariki, ila hali siku chache tu zilizopita alidai kuwa hao ni watu wa kutoka nje, ni wahuni na vitu kama hivyo, na jeshi la polisi likadai kuwa hizo video za mauaji zinazosambaa ni za kutengenezwa na akili mnemba. Sasa kwa nini jana kabadilika? Sababu ni nyingi lakini kwa kifupi uh, ni ukweli kwamba kuna shinikizo kubwa la kimataifa uh, dhidi ya yeye Samia kama Samia, lakini pili kwa serikali yake, na shinikizo hilo linachangiwa na tamko lililotolewa uh, na mkuu wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ambaye ameeleza bayana kwamba ofisi yake inataka kufanyika uchunguzi kuhusiana na mauaji ya maelfu yaliyotokea nchini Tanzania na tamko hilo la mkuu huyo wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa limeungwa mkono na nchi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na Kanada, Uingereza, Marekani na mataifa mbalimbali mbali. Hilo moja lakini pili, hizi nchi wahisani nchi za muhimu kabisa wahisani, Denmark, Norway na mataifa mengine zimetamka bayana kwamba zinataka uchunguzi ufanyike kwamba zinaunga mkono hilo tamko la huyo mkuu wa masuala ya haki za binadamu. Sasa hizi ni nchi muhimu kwa Tanzania, kwa sababu nchi yetu ni maskini na inategemea msaada kutoka kwa hizi nchi uh, wahisani. Uh, sasa haya mashinikizo yamemfanya Samia agundue kwamba hana pa kukimbilia. Anaweza kweli kupata msaada kutoka China, anaweza kupata msaada kutoka Rusia, anaweza kupata msaada kutoka kwa Arabu, lakini msaada mkubwa unaowezesha serikali kufanya kazi zake unategemewa kutoka kwa hizi nchi za Magharibi. Lakini jingine la msingi ni hilo la ujio wa hao maafisa wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu yani ICC ambao taarifa, kama nilivyoeleza hapo awali, uh, zinaeleza kuwa wamewasili jijini Nairobi uh, rasmi kwa ajili ya kuanza mchakato wa kisheria dhidi ya wote waliohusika katika uhalifu mkubwa kabisa katika historia ya Tanzania. Uh, kwa kuhitimisha makala hii uh, ni muhimu kutanabaisha kwamba huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia. Uh, kwa hiyo ni habari za kuleta matumaini kwamba mwisho wa Samia unaanza kuwadia. Haitokuwa ghafla, lakini hatua zinaashiria kwamba mwelekeo ni wa kutia matumaini. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yote? Karibu basi utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa